Naam, karibu mwanamichezo, kwenye kijiwe chetu cha kila siku tunachokutana na, na kupeana habari mbalimbali ikiwemo uchambuzi na update zote za michezo. Na hapo jana ulipigwa mchezo wa ligi kuu ya NBC pale Tabora kati ya wenyeji Tabora United walioalika mabingwa watetezi wa ligi hiyo Young Africans na mchezo huu ukimalizika kwa wageni Young Africans kupata ushindi wa mabao matatu kwa sifuri na mchezo mzuri kabisa, na performance nzuri kutoka kwa Young Africans, magoli ya Israel Patrick, Mwenda Clement Mzize na Prince Mpumelelo Dube yakiwa yakifanya Young Africans waondoke kifua mbele ugenini pale Alasan Mwinyi na alama zao tatu. Lakini kabla ya mchezo huu kulikuwa na tension kubwa sana, kulikuwa na mambo mengi nje ya uwanja ehe, kauli za hapa na pale kati ya mkuu wa mkoa wa Tabora Po Chacha na ehe, afisa habari wa club ya, Young Africans Ali Shabani Kamwe wakitupiana maneno kabla ya mchezo na wakati mchezo haujaanza hapo jana mapema alionekana po chacha na mkuu wa mkoa wa Tabora na Ali Kamwe wakikumbatiana na, na kupiga story Ika, ikaondoa taharuki yote ambayo ilitokea awali eh, ambayo iletwa pia na eh, ofisa habari wa Tabora United Christina Mwagala akifanya press conference na na kuita waandishi E, akimdai Ali Kamwe amwombe radhi mkuu wa mkoa au, mm, atapelekwa kwenye, kwenye kamati ya saa saa sa, sabini na mbili mm, ya ligi kuu ambayo ina, ina, ina miongozo ya namna eh, namna wa maafisa habari wanatakiwa ku, ku, kuongea. Basi asubuhi ya leo mm, kuna breaking news hapa tumeipata Dimbani Konekti ikiwa na muhusu ofisa habari wa Young Africans Ali Shabani Kamwe eh, na ikiwa ikiwa inaweka wazi kuwa baada ya mchezo hapo jana majira saa saba usiku mm, ofisa habari huyo alikamatwa na polisi na kupelekwa kituo kikuu cha Tabora eh, kituo kikuu cha polisi cha Tabora Central na mpaka sasa tunavyozungumza muda huu mm, zilizotufikia ni kuwa ofisa habari huyo bado yupo kizuizini kizu mikononi mwa polisi, na mpaka sasa eh, viongozi wa, wa, wa Young Africans wanafanya jitihada za hapa na pale kuhakikisha Ali Kamwe ana anatolewa ana, ana, ana eh, na mpaka sasa haijawekwa wazi pia anashikiliwa kwa kitu gani, na haijafahamika kwa sababu ni, ni, ni, ni, ni mambo ya kipolisi huenda ikitamatika tutafahamu kiundani nini kimetokea, na kwa nini ofisa habari huyu kwa Young Africans aliwekwa ndani, wakati tunaamini mchezo ni fair play na tunaamini yanayokuwa yanatokea uwanjani mara nyingi huwa yanaishia uwanjani na hayatoki nje. Kwa hiyo, paka sasa tupo njia panda, lakini, paa na sisi, kila tutakachokipata tutakudokeza na tutakueleza kinaga ubaga tukio hili nini kimeendelea, sababu ni nini, ilikuwaje na kwa nini ofisa habari huyo alikamatwa. Kana sauti unayoisikia hapa ni ya Moses Kirumbi. Hii ni Dimbani Konekti.